Kwa ni jambo muhimu sana mtume akasema sumu tasihu, jambo linatengeneza afya zetu ni jambo la, la saumu, lakini mpate kuwa na afya, inatengeneza afya ya moyo. Tukizungumza kimaana, afya si tu mwili wako <coughs> albadania waruhaniya, kimwili, lakini vile vile afya ya kiroho, roho nafsi nayo ina maradhi, na maradhi hayo tiba yake ni funga, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alipoishadidia hii saum, akasema <coughs> na malengo yake ilikuwa liyadhuka saim shiddat aljui wal'atash, ili yule mwenye kufunga apate kuonja ugumu na uzito wa njaa na kiu. Kuna watu njaa hawajui rangi yake, hawajui ilivyokaa, wanaishi katika ulimwengu, lakini hawajui njaa Hajui sana, ukisema kuna njaa sijala leo ya pili, hakuamini kwa sababu yeye mazingira yake tangu mdogo hayajaumbiwa njaa. Yeye muda wote kwenye friji, kwenye friza, naenda supermarket kafanye. Yani yeye muda wote kipo sasa. Huyu yeye <coughs> hajui njaa ilivyokaa. <coughs> na ikiwa hajayajua hana <coughs> uzoefu na maisha ya njaa na maisha ya dhiki utampata wapi kumjua, maumivu kuyajua maumivu ya mtu mwenye dhiki, hawezi kuyajua. Ili ayajue, ikawekwa funga. Akikaa na njaa kuanzia saa kumi na moja na nusu alfajiri mpaka saa kumi na mbili dakika arobaini thalathini za jioni, jua linazama, ajua kwamba hey, kumbe watu ambao hawana chakula hawa maskini na mayatima na watu wenye shida mafukara wanapitia hali hii, hata siku za za kawaida. Mimi nimeonjeshwa ndani ya muda wa siku 29 30. Tabani vipi, naona umekonda bwana, si mchezo saumu. So, najua, lakini pia hawajawahi kuonja kwamba kuna watu hata wale maji ya kunywa shida, dhiki, nao pia wanaonja kiu. Kwa hiyo ile inamsukuma, ndio maana Ramadhani utakuta hata wale ambao mikono yao haipendi kuchu, kunjuka kwenye sadaka, Ramadhani wanafanya nini wanatoa sadaka. Kuna bahasha msikitini, kumekuja sadaka leo, wameletewa watu michele, wameletewa unga, tofauti na miezi miezi ya kawaida, kwa sababu hata zile nyoyo <coughs> zimeshapitia katika tarbia, malezi, ndo malezi ndo afya ya kiroho. Mtume alizungumza sumu tasiha, fungeni mpate afya. Baada ya kupata afya ya mwili, at the same time, wakati huo huo unapata afya ya roho yako inalelewa na roho inahitaji malezi.